za kazi zilizoweza kutangazwa. Judicial Service Commission the United Republic of Tanzania, hii ni Mahakama ya Tanzania. Nafasi za kazi ambazo zimeweza kutangazwa katika Mahakama ya Tanzania ni kama jinsi yanavyoonekana. Kuna mlinzi nafasi 11 kituo ni Mahakama ya Tanzania, na msaidizi wa ofisi nafasi 88 kituo ni Mahakama ya Tanzania, dereva daraja la pili dereva daraja la pili nafasi 63 na mahakama ya Tanzania, na mpishi daraja la pili nafasi kumi, afisa ugavi msaidizi daraja la kwanza nafasi 18, na afisa ugavi daraja la pili nafasi tano, mwandishi mwendesha ofisi nafasi 63, na afisa manunuzi daraja la pili nafasi kumi, afisa utumishi daraja la pili nafasi nane, operator wa kompyuta daraja la pili nafasi sita, mwasibu daraja la pili nafasi sita na hakimu mkazi daraja la pili nafasi hamsini na mbili. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuapply, kutuma maombi lakini, kama hauna akaunti, hujafungua akaunti katika Judiciary Service Commission, huwezi kutuma maombi haya. Ili kuweza kutuma maombi haya, kwanza hakikisha umeweza kufungua akaunti yako. Jinsi ya kuweza kufungua akaunti, utakuja katika sehemu hii iliyoandikwa register, utabonyeza katika sehemu hiyo ya register ili kuweza kucreate akaunti yako na hapa ili uweze kucreate account yako, utaweza kuandika majina yako full name. Utaandika majina yako yote, kama unatumia majina yako yote matatu utayaweka hapo. Baada ya hapo, utaandika majina yako, utaandika email yako. Baada ya kuandika majina, utakuja utaweka email yako. Baada ya hapo, utaingiza password, then utaziconfirm password au kuzirudia password zako, na baada ya hapo, utaweza kulogin. Mimi nitakwenda kuonyesha mfano namna ya kuweza kufungua akaunti hii. Kwa hiyo, sehemu hii hapa, labda majina yako ni James, utaandika majina yako namna hiyo na, na baada ya hapo utaweza kuweka email yako Ukishamaliza uta click neno register kama jinsi inavyoonekana kwa, mpaka hapo tayari umeshaweza kufungua account yako. Sasa ili kuweza kutuma maombi haya utatakiwa ku login kama unavyoona hapa. Labda nikajaribu kutuma kwenye nafasi ya mhasibu daraja la pili, utabonyeza hii neno apply hapa. Ukishabonyeza neno apply, utaweza kuona sasa, itafunguka application form ya muhasibu daraja la pili, itaweza kufunguka kama jinsi unavyoona sasa. Hapo unachotakiwa kufanya ni kuweza kutuma maombi yako. Hakikisha unajaza kila kitu hapa Aa, kama unavyoona hapa muhasibu daraja la, la pili, personal details, utaingiza jina lako la kwanza, first name, utaweka jina lako la pili utaweka jina lako la tatu na baada ya hapo utaweka tarehe yako ya kuzaliwa, uta select gender, marital status, physical address, region, mobile number, national id utaingiza namba zako za NIDA hapa. Uta upload passport size yako alafu uta upload cheti cha kuzaliwa, kama anavyoambiaga katika, huwezi kutuma maombi yoyote ya kazi kama hauna cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo hakikisha unacho cheti chako cha kuzaliwa, na kama una cheti cha kuzaliwa cha zamani hakikisha umekibadilisha na kuwa cheti kipya. Kuweza kupata cheti chako kipya, namba nimekuwekea katika description ya video hii, ni cheki ni kusaidia kupata cheti chako kwa uharaka na urahisi zaidi <coughs> ndani ya siku mbili tu utaweza kupata cheti chako cha kuzaliwa, na ukatuma maombi haya ya kazi. Na baada ya hapo, utakuja kwenye educational details, form 4 education, jina la shule uliomaliza form 4 kutoka mwaka ulioanza paka uliomaliza, alafu, utaweka cheti chako cha form 4 na form 6, kama ulisoma, basi utaandika shule uliosoma, mwaka ulioanza, mwaka uliomaliza, na cheti chako cha form 6 pia. Utaweza kuattach college certificate if any, kama una cheti chako... c college yote basi utaweza kuweka pia cheti chako, mwaka uliomaliza na class. Pia utaweza kuweka education kama unayo diploma, pia utaweza kujaza taarifa zako za diploma na utazi attach, okay na master education, bachelor education, kama vyote unavyo basi zote utaweza kuziweka hapo. Utajaza driving license pia kama unayo utaweza kuweka employment status, kama kwa sasa uko kwenye ajira utaweza kuweka. Application attachment attach, hakikisha umeshaandaa CV yako, uta attach CV yako na barua yako ya kazi ambayo imeshasainiwa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 Nafasi zilizotoka kama ulivyoona, ni nafasi nyingi sana ambazo zimeweza kutoka. Nafasi zipo nyingi sana kama nilivyoweza kuzieleza hapo, na mwisho wa kutuma maombi haya ni tarehe ishirini na tisa Novemba elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo bado hujachelewa, bado una muda wa kuweza kutuma maombi yako. Asanteni na karibuni.